Kama kweli tuna lengo la kuwawezesha, sisi hatuna budi ya kuangalia, au la kuwawezesha, suala zima la marketing, kununua, kuwafanyia mpango zile bidhaa wanazozalisha. Basi sisi tukaona, aidha halmashauri tukazinunua, au tukawatafutia masoko, lakini tukisema tu kwamba sisi kazi yetu tunaimba tunawawezesha, tunawawezesha, halafu uwezeshwaji wenyewe ndio namna hiyo, ah, itakuwa bado hatujafanya hatuja, mimi nachosema kwamba hatujachukua hatua zile tunazostahili kuzifanya sisi watendaji. Sasa tunakwenda na huu mradi, tujue hilo kwamba kumbe tuna uhitaji kwanza wa kujiengeza eh? kama kuna mradi, sababu fedha kama fedha, uwezeshwaji lazima unakwenda na miradi hiyo. Miradi hiyo basi, tujue namna gani tunaweza tukai multiply ili ikaweza kuongeza ajira na vitu vingine. Lakini la pili, tuone umuhimu wa kuona kwamba idara moja inafanya kazi vizuri na idara nyingine, ili kuleta ufanisi uliokusudiwa. Vinginevyo, kama hayo hatukuyazingatia basi tutakuja kufanya tathmini hapa, alafu thamani ya huu mradi tutakuwa hatuioni na tutajikuta kwamba tunafanya vitu vingine. Kama waratibu, tunaahidi kutekeleza na kuyafanyia kazi yote ambayo mgeni rasmi ametuasa kuhakikisha mradi unatekelezeka, kuhakikisha kuna value of money ya mradi, kwa maana ya kuhakikisha jamii imeelimika, jamii imeendelea, jamii imetondokana na maskini, jamii wanawake wamekuza miradi yao, lakini kuhakikisha pia ulinzi na usalama kwenye eneo la ECDs, ulinzi na usalama wa watoto kwa wakina mama, hususan hawa wanaojishughulisha na shughuli za uchumi, ambao wanatarajiwa kunufaika na mradi huu. Kwa niaba ya wenzangu uh, niwahakikishie kwamba baada ya kutoka hapa, haraka iwezekanavyo, tutakwenda kutoa elimu stahiki kwa hao walengwa wa, wa, wa mradi huu ambao ni wakina mama. Tutakwenda kujenga uelewa, kwa maana kutoa elimu ya ujasiriamali, kutoa elimu ya biashara, kutoa elimu ya, ya kuweka akiba na kukopa na tukiamini kabisa tukitoa elimu hiyo, basi tutakapokuwa tumeenda kutoa ile mikopo ambayo inaenda kutolewa kupitia programu hii ya, ya mradi wa Pamoja, basi wale kina mama au wale walengwa au wanufaika watakwenda kunufaika a, a, a, na huu mradi na, na tutakapokwenda kufanya tathmini na watu wa World Bank au watu wa Benki ya Dunia ambao wametoa hizi fedha, basi tuweze kupata matokeo chanya na tuwe tumemsaidia huyu mwanamke kujikomboa kiuchumi. kama taasisi ya fedha fedha. Tutakwenda kusupport uh, ufunguaji wa account kwa ajili ya huu mradi, lakini pia ufunguaji wa account kwa vile vikundi ambavyo vitaenda kuwa ni walengwa wa huu mradi, lakini pia kikubwa zaidi uh, jinsi gani tunaweza kwenda kuwezesha hivi vikundi na elimu ya fedha. Tutaweza kuwezesha elimu ya fedha ambayo italenga zaidi kwenye kuweka akiba, lakini elimu ya mikopo pamoja na maswala machache kama bima ambayo yataweza kuwasaidia kuweza kufanya shughuli zao ambazo wamezipanga na kutumia fedha za mradi vizuri, kuchukua zile fedha, lakini pia kuhakikisha kwamba wanarejesha, ili kuhakikisha kwamba ile mikopo na hizo fedha zinaweza kujenga faida ambayo imekuwa imelengwa ime, ime, ime, ime na huu mradi.